ingi upande wa pili wa chini wa CP tutaenda kuangalia, ni mradi ambao utakuwa na kapasiti ya kusaga tani mia moja kwa day ah, na uwezo wa tani tatu mpaka tani tano kwa hao. E, kwa hiyo ukiachukua ukichukua ile masaa ya kazi ya day shift na night shift unaipata hiyo tani moja. E, tani mia moja, tani mia moja. E, kwa hiyo hiyo ni uwekezaji ambao tumewekeza hapa unatarajia kugharimu kiasi cha shilingi bilioni mbili e, lakini kwa miradi yote miwili lakini mpaka sasa tuna asilimia kama 60 mpaka sabini japokuwa upande wa wa CIP vitu tumeshazinunua vipo, ila sasa ndio, e, tumeanza masuala ya civil building tumalize ni kupachika kupachika, e, kwa hiyo nadhani kufikia mwezi wa kumi na mbili.